Yes, mambo vipi? Lionel Ateba Mbida, mchezaji wa wa zamani tuseme, wa Simba. Baada ya kuachana na kikosi cha Simba, hatimaye amesajiliwa moja ya timu moja huko inayopatikana Iraq. Baada ya kutoka Simba tu kaenda Iraq. kiufupi ligi ya Iraq sio ligi shindani. Kiufupi, Leonel Ateba Ambida hakuwa na kiwango bora. kwa nini ameachwa na Simba anakwenda ligi ya Iraq, ligi ambayo haijulikani kabisa. Ameachwa na Simba, kama angekuwa mzuri kweli angepoachwa na Simba, tungimwona anaenda kwa ligi zingine kama chema onifondo MC Aja, kule kaenda wapi? Lakini huyu moja kwa moja kaenda Iraq ligi gani? Eh? ligi gani Iraq, lakini kaenda huko ndio uamini kwamba Simba msimu uliopita walikuwa wamekosa ubingwa kwa mengi moja, wachezaji wenyewe waliwafirisha, akiwemo huyu Leo Al Ateba Mbida. Mimi nitarajia ukitoka kwenye timu yenye ubora namba tano Afrika. Bado tutakuona kwenye ligi za ushindani hapa. Lakini unaenda Iraq. Kweli Simba walikuwa wanastahili kukosa kombe msimu uliopita. Kama huyu ndio stoka leo kwa maana mtegemea. Eh? Leo anaenda kucheza ligi ya Iraq. Ah, wapi? Unaweza kasalaba maslahi, maslahi yenyewe atoke wapi? Unajua Maslahi yanakuwa makubwa pindi inapokuwa ligi na mvuto. Pindi ligi inapokuwa na mvuto, ligi ikiwa na mvuto. Yes. Unaweza kusema maslahi pia yanaongezeka. Lakini ligi haina mvuto, maslahi yao yatoka wapi? Eh? Maslahi yatoka wapi? Maslahi yatoka wapi? Kwa maana hiyo nasema tu leo Al Ateba mbida uwezo wake ulikuwa wa kawaida. Ulikuwa haushawishi kupata timu kubwa. Mzito spidi ana hata na nafasi zene za kufunga, akipata kwa nafasi tano hapata moja. Kwa maana hiyo, kwenda huko ndio uwezo wake, kwenda huko alikoenda ndio uwezo wake. Kama ingekuwa bora asingekwenda Iran. Iran kuna ligi? Iran hakuna ligi?